Habari mfanya biashara Posify, leo tumekuja na somo jingine, ni jinsi gani unaweza ukapunguza hasara katika biashara yako. Unajua biashara nyingi zinapoanguka hazianguki kwa pigo moja tu, bali ni kwa hasara ndogo ndogo ambazo hazionekani. Unapopoteza kidogo kidogo kila siku, unajua nini kinatokea katika biashara yako? Unaenda kufilisika kimya kimya. Lakini ni nini kifanyike? Yapo mambo mbalimbali ambayo husababisha hizi hasara ndogo ndogo katika biashara, nitaenda kueleza kwa uchache sana. Jambo la kwanza ni ufanyaji wa mahesabu kwa kutumia kichwa na si kutumia mfumo. Lakini jambo lingine ni bidhaa kuisha katika biashara yako na pasi ufuatiliaji wowote. Jambo la tatu ni matumizi madogo madogo yasiyorekodiwa, kama manunuzi ya vocha na mambo mengine. Lakini jambo la nne na la mwisho ni mikopo kwa wateja isiyorekodiwa. Kama ukiweza kuweka macho katika haya mambo biashara yako itaenda vizuri. Chagua Posify kwa ajili ya kuuendesha biashara yako kisasa. Karibu na asante.